Hamjambo, mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Jean Viye Emmanuel Kaluye, mtangazaji wako. Mahali popote ambapo ulipo, ni kukaribisha kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo. Leo ni tariki kumi uh, na mbili Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Matangazo yetu moja kwa moja yanakujia kupitia television yetu, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa usikose kujiunga kwenye chaneli yetu ama kujiabone kwenye chaneli yetu, na pia usikose kulaki na kushiakwa wengine, ili tunapotoa taarifa zetu za habari kabisa kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata habari zetu ambazo zitakazoziangazia kusikia leo. Baada tu ya M23 tuigwaneo android tau tgwnebara kuweza kupata kichapo huku kwenye milima, baadhi ya wanajeshi wanaoungwa mkono na Rwanda waanza kujiripoti mbele ya FARDC, pamoja na wazalendo. Habari hizi kabisa tuliweza kuziorozesha tangu wiki iliyopita hapa mjini Uvira, ambapo tuliweza kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na kiongozi anayohusika na uh, usambazaji wa habari kwenye uh, sekta ya operation sokola de hapa mjini Uvira, ambayo ilihakikisha kuwa baadhi ya gumino waanza kujiripoti. Na pia uh, tutazungumzia kuhusu uh, habari ambazo zinaeleza kuwa kuna baadhi ya Wanyamulenge ambao waanza kabisa kulalama kuhusu viongozi wao ambao kila leo wanafanya yaliwezekanalo kuingiza watoto wao waende katika kazi za kijeshi, na hapa wameweza kuorodhesha kuwa vifo vimekuwa vingi na baadhi, kile ambacho walichokuwa wakitumainia kimekwenda kinyume na vile walivyokuwa wakitarajia. Kwa hiyo utapata nafasi ya kuweza kusikia sauti yao ambao waanza kulaani na kulaumu viongozi wa moja wa moja wa Wanyamurenge. E, tutazungumzia kuhusu mipango yao ambao waliokuwa nayo. Uh, waliweza kutaja kuwa mipango yao ambayo ilikuwa katika uh, government ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo imefeli baada tu ya kuona baadhi ya viongozi wao tayari wameanza kukamatwa na hawa ambao walikuwa wakitarajia kuwa wenda wanaweza wakaokoa vijiji mbalimbali mbali katika uh, jiji na tarafa la Uvira na nafasi zingine, lakini hapa wataja kushangazwa kabisa baada ya kuona kuwa, kuwa na vile viongozi wao ambao wameanza kukamatwa. Kwa hiyo wameomba kuhusu mashirima kabila uh, ili kuangalia namna gani kuweza kujificha katika kabila za Wabembe wa Fleru wa Vira na wengine kadhalika ili kuonyesha kuwa hawana ushirikiano na vile viongozi ambao wanaoendesha ugaidi katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine kabisa, niweze kukaribisha kuweza kujiunga nasi moja kwa moja katika habari zetu za siku ya leo. Naam, tuanze na kujiripoti kwa baadhi ya wapiganaji wa Twigwaneho, Red Tabara, Android M23 ambao wanaojiripoti huko kwenye vijiji vya Kageregere na nafasi zingine wiki iliyopita. Kuna zaidi ya wanajeshi kumi na tatu ambao waliojiripoti pale Kageregere na wakawa wamesafirishwa hapa mjini Uvira, walipokelewa na wao katika hali ya uchunguzi, jambo ambalo tulipata nafasi ya kuzungumza msemaji wa FRDC kutoka sekta ya opera so Sokola d ambaye ni luteni E, Rigeni ambaye iliweza kusema kuwa ni kweli, lakini wanapata nafasi ya kuweza kuwachunguza na ikiwa wamekuja ni lazima kwanza waweze e, kufatiliwa kiukweli na kiukina, ili wajue kuna mbinu gani ambazo zimesababisha waweze kujiripoti. Baada ya hapo watafatiliwa na kupelekwa katika maisha yao ya kawaida, ikiwa watapenda kutumikia serikali au la, ikiwa watafanya kazi zao za kirahia ya kila siku na hii imetokana na vichapo vingi kabisa ambavyo wanavyovipata huko kwenye milima. Uh, ukichunguza uh, sehemu mbalimbali uh, kuanza Minembwe uh, kuanza Kageregere unashuka mpaka maeneo ya Nzibira na nafasi nyingine unakuta vichapo viko vingi sehemu mbalimbali, na habari ambazo tunazo za kweli za hakika zinasemekana kuwa wako katikati, yani wako mine, hawana njia ya kutoka, hawana ya kurudia, na baadhi yao wengi wao wameanza kugonjwa bwaki kwa sababu labda jua kosa chakula, kwa sababu chumvi kupatikana ni tatizo. Chakula yani wanatumia mpaka waue minyama ndio wanakula. Sasa maisha yamekuwa duni, maisha ya kuishi imekuwa katika hatari. Kwa hiyo uh, na ndio kwa maana kila leo wameanza kujiripoti kila leo uh, kupitia uh, ndugu zao ambao wanaopatikana huko Ulaya wametaja baadhi ya wanyarugabo na wengine kadhalika, ambao wako wana mobilize kila leo kusansibilize kila raia uh, ili kwamba wapate nafasi ya kujiunga na wa, waafse M23 Android Reditabara Pirwaneho wametaja kuwa Uh, raia wanaendelea kufa kila leo, vijana wanakufa, watoto wanakufa, wavulana wanakufa, na wakati wao wako katika nafasi nzuri, wako na watoto zao, wako kule Ulaya, Uingereza, Marekani, wanakula vizuri, lakini watoto wao wanakufa kwa ajili ya hayo. Kwa hiyo baadhi ya wanyamulenge wa moja wameanza kupinga nao, wameanza kupinga jambo hilo, na wameanza kukataa na kusema kuwa haitawezekana waendelee kutuma watoto wao katika vita, wakati watoto wao wanaendelea

abantu nibavuga ngo bavuze ngo bitanze ngu mugambi wubutabazi nubuye butabazi nabwira abana yamasukari baragenda bisha abasirikare ba leta bateye ababemba ababemba bari batangiye kuzamuka n'abapfuye

abandi bana bagiye gupfira mu gipupu niki babaje gukura yo bana niwe kurwanya abanyarwanda baduteye bana niwe kurwanya M23 rwa duteye bana niwe kurwanya red tabara z'abanyarwanda intambara zose ko baraza, baraza, baraza, baraza. shora gusa mu kurasa ingabo za leta no mu baturage ubu twaye tuvugana abo twari ko tuvugana bari kuri bari mu mikenge bari ko batubwira ngo abapfure ro bose bakotse niyonka bagiye gufunga inzira inzira iva mu rwitsa nkuko izagaruka za mikenge irafunze

ibintu kusaza kwicisha bana avandi kua kumarisha vana va vandi nokuteza vantu vibazitu alkoman umuntu -um, aziyahure mnadhani, kwamba umefuata kile ambacho alichokizungumza ndugu huyu, na kile ambacho alichokieleza, nini hasa msimamo wa viongozi hao ambao wanaochochea uhasama na vita, ili viendelee katika nchi ya jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mwingine ambaye alitaja kuwa baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanatoa informasio katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nao tayari wameanza kufamika na wameanza kujulikana. Sasa ili wabaki wanalinda ile ile ile ile heshima yao, ili wabaki, wabaki wanalinda ile utu wao, nini hasa wanatakiwa kuifanya ili waonekane kuwa ni wema mbele ya mataifa, mbele ya Wakongomani, mbele ya kijamii, mbele ya kabila mbalimbali wao wameanza kujificha sasa na kuanza kusema kuwa hawa ambao wamefanya hivi uh, ni wao wanajijua. Hawa ambao wamefanya hivi, hao wanajifahamia. Sisi tunafanya hivi. Hebu tusikilize nao huyu ndugu yetu naye alizungumza nini kuhusu hali hii. Murabizi rugamba tumazemo igihe kirekire kandi twari twarabitegu twari twarabipanze neza cyane bamwe tubagira abantu babo gufi ya leta ya gisekedi

Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa uh, wa taarifa yetu ya habari katika eli, ya Emmanuel Kaluhia, kupitia televisheni la moja kwa moja tutakwenda kukujibu. Asante kwa sikilivu mwema kwerini.